Naam, tugeukie masuala mengine ambapo mashirika yanayosimamia wakimbizi katika kambi ya Dadaab yameathirika pakubwa kufuatia kusimamishwa kwa msaada wa fedha kutoka Marekani kupitia shirika la maendeleo ya kimataifa la Marekani maarufu USAID. Agizo la Rais Donald Trump la Januari mwaka huu lilisimamisha misaada ya USAID kwa siku tisini na kuathiri pakubwa maisha ya kila siku ya wakimbizi hao. Mwanahabari wetu Faisal Abdurrahman anaungana nasi na kutuarifu mengi kutoka kambi ya Ifo huko Dadaab, kambi ambayo iko na wakimbizi zaidi e, au wengi katika eneo hili la Dadaab. Na wanasema tangu re, re, Rais de, wa Marekani Donald eh, Trump kutoa agizo la kusimamisha fedha zinazowafikia washirika ambao wanasaidia na kusimamia wakimbizi katika eneo hili changamoto imekuwa ni nyingi tangu Januari ishirini kwa agizo hilo la rais Ninge. nimeweza kuzungumza tu na baadhi ya wasimamizi wa kambi hizi za wakimbizi eneo la Dadaab na haya ambaye wameweza kutueleza. Asante sana mwenzangu, kwa jina naitwa Abdulahi Sal Abdille. Nataka kuongea hao wakimbizi leo wamekuja hapa kwa ajili ya ukosefu wa maji na ukosefu wa afya na ukosefu wa elimu na wengi wao wamekosa walikuwa wanachukua chakula, chakula naye imekuwa kidogo, na pia wamekosa bamba ya chakula naye imekatwa. Na hao wakimbizi sasa, kwa maisha imekuwa ngumu. Tunawaomba sasa ulimwengu watu wasaidie sasa. La Victor Ibazi hey, mimi ni Congolese lisgralak ambaye napatikana refugee hapa jimjini Dadaab ifotu ila maisha ambayo inaonekana Dadaab ifo tu ni maisha mbovu sana kwa wakimbizi. Wakimbizi wanaishi vibaya kuhusu chakula, wakimbizi wanakula vibaya, haionekani kuhusu na mkataba wa UNHCR ambayo nimeona kwa pangade yake, ambayo amechapa amelinda refugee kwa mikono, lakini nimeona refugee halindwi kwa kuwa kupitia mazingira ya njaa, ukosefu wa madawa ukosefu wa chakula zaidi hata na ukosefu wa maji na hapo, nimeona wakati imesemekana ya kwamba kukata msaada wa chakula, nimeona itakuwa maisha mbovu sana kwa wakaaji. As you can see here we have a lot of uh, of refugees who came to the country daily basis. They are being registered here, but there are no food, uh, there are no shelters e and also there no waters in the camps because of lack of uh, of fund that is going down now. Kuna jina anaitwa Kaira Abdirahman Diriye. Mimi ni camp chairlady Ifo 2 integration. Haba iko host community and refugees tumeishi pamoja. Hawa refugee hakuna chacha kiti chochote. Hakuna chakula, hakuna maji, hakuna dawa mzuri na tumeishi hapa mbeleni. UN imepatia kitu kidogo lakini saizi tumekosa. Iko Wakristo na Waislamu tumeishi ba tangu agizo hiyo ya Rais Donald Trump tarehe 20 Januari, waathiriwa wengi wamekuwa ni wakimbizi kutoka kambi ya Dadaab, na wengi wao wanasema wameathirika pakubwa na huduma za afya pamoja na kupata maji pamoja na huduma za elimu kwa watoto wao, imekuwa ni tishio kubwa, kwani shirika la UNHCR pia imesema kuwa imeweza kufunga ofisi ambayo ilikuwa inahudumu katika eneo bunge la Fafi huko Alinjukur na vile vile asilimia sabini ya bajeti ya shirika hilo limeweza kukatwa, na mashirika mengi ambao walikuwa wanasaidia wakimbizi wamekosa usaidizi kutoka mashirika ambao walikuwa wanawapatia pesa kwa sababu ya agizo hilo ambalo limetolewa na rais wa Marekani Donald Trump. Jina langu ni Faisal Abdurrahman, niko katika kambi la Ifo 2 eneo la Dadaab. Wadau wa mazingira